Habari za leo, hamjambo, asifiwe Yesu, na wale wote assalamu alaikum. Basi nataka kuongea namna ya kupata nambari ya ya, ya siri ama namba za na siri ambazo ziko katika maswala ya lottery. Wala ambao mnatafuta mambo ya lottery, mnataka kuwin, mnataka kuchagua namba ambayo ni correct, nataka nikupatie tu mbinu ya kiroho ambayo itakusaidia lakini nataka ni kuonye kwamba usitumie mbinu hii kutafuta pin namba za watu, password namba za watu, na zile za account za watu na makad za bank, usitafute kwa sababu ukitafutia hii mbinu. Kwa hiyo basi, utapata namba, lakini hautaweza kuitumia sababu kuna jambo ambalo litatendeka kwako la kinyume, litakuparalyze litakuzuia kufanya hiyo action. Kwa hivyo hii siri nawapatia ili mweze kupata kuota nambari ambazo ni za kuchezea ili mweze kushinda pesa, mweze kushinda zawadi, mweze kushinda. Ni wengi mmeniuliza uh, vile unaweza kufanya. Hasa hii ni mbinu moja nakupatia. Kitu ya kwanza, tafuta mshumaa wa papo wa saizi yoyote, aweza kuwa kadogo, aweza kuwa kubwa. Mshumaa wa papo Ezakuwa kubwa wezakuwa kadogo, itakusaidia katika jambo hilo. Uakishe uh, huo msuma, alafu ufungue kitabu cha Zaburi. Biblia, kitabu cha Zaburi arobaini uh, na mbili, alafu tena uchukua arobaini na, eh, sabini na, na, na tatu. Arobaini na mbili utaisoma yote na sabini na tatu pia utaisoma yote. Sasa ile Uh, msumaa utawaakisha karibu na kitanda chako usiku, wakati unataka kwenda kulala hapo kando, alafu wakati huo ndio utaanza kusoma uh, ile Zaburi yote utaisoma mara tatu, ukirudia, ikiisha unarudia, ikiisha ukimaliza, unafungua tena ile e, mlango ule wa sabini na tatu, unasoma wote, ikiisha unasoma wote, ikiisha unasoma wote, ukiisha mara tatu, alafu utashukuru Mungu, alafu lale. Kumbuka, wakati unafanya vile, tafuta karatasi na kalamu. Karatasi na kalamu uweke karibu na kitanda yako, maana katikati ya usiku wa manane utaamka. Ukiamka tu, zile namba zitakuwa kwa kichwa, utakumbuka vizuri na utaandika. Utaota namba kadhaa, zitakuwa kwa kichwa, namba zote utazikumbuka vizuri, utaandika. Katika hizo namba zote moja yapo ya hizo namba na mbili ya tatu, hakuna ile namba ambayo ni ya uongo, zote ni za kweli, lakini ni za michezo tofauti tofauti. Sasa ule mchezo ambao utakuwa umeanza nao ndio huo mchezo ambao unautafutia hizo namba, hiyo ndio mchezo ambao unategemea hizo namba uweze kuweka na utashinda. Mkumbuke kunikumbuka, ninataka kujenga maeneo pa ibada, nataka kujenga maeneo pa kufanyia huduma Nataka kujenga na watu hawa. Nimeanza kuwapatia siri hizi, mtapata kufanikiwa katika laini hii. Msisahau kula pamoja nami wanangu. Utakumbuka mambo haya, utaandika chini, na utaamka utacheza huo mchezo, utaweka hiyo namba, utapita. Yuko Mungu upande wako atakayekusaidia. Tukutana na wewe katika video ile itakayofuata. Kumbuka, nimesema usitumie mbinu hii kutafuta siri za password za watu au namba za mpesa zile pin, ama zile nyamba za siri za kadi au za bank account za watu, utapata tatizo ambalo halitahitaji hata uniongeleshe, maana hutaweza hata kuniongelesha. Utapata hizo pin, lakini hautaweza kutumia, maana nimekuonya na nimerelease information kwako. Asante, tukutane Mungu akijalia. Bye bye.